Um, ni kweli ofisi yangu imepokea barua kutoka ofisi ya polisi kutoka kwa uh, uh, kamanda wa polisi mkoa, wilaya ya, ya Buguruni wakitupatia taarifa kwamba wanazuia zoezi la kufanya usafi ambalo wananchi wa chama cha wananchi CUF walitaka wamepanga kuenda kulifanya siku ya Jumapili kwenye ofisi zao zilizopo pale Buguruni. Kwanza nimesikitika sana kwa sababu sikutegemea kuona uh, mtu akitoa zuio baada ya kupewa taarifa. Lakini mamlaka ya jeshi la polisi kumkataza mwanachama kwenda kwenye ofisi yake wanayatoa wapi? Kwa hiyo barua tumeipokea, lakini tunaona kwamba ime, imekosewa. Ni, ni, ni zuio ambalo limekosewa. Hatujaona sehemu ambayo wanapata hayo mamlaka ya kuwazuia wanachama kwenda ofisini kwao wa, labda wangekuwa kwa mara moja au huko nyuma wametangaza kuifunga ile ofisi isitumike, tungewaelewa. Lakini jeshi la polisi halijawahi kuifunga ile ofisi isitumike. Kwa maana ile ofisi iko wazi, na hata sasa hivi ukienda kuna watu wapo mle. Sasa unawezaje kuwazuia wengine wasi, wasiende? Jeshi la polisi lina kipimo gani cha kuweza kumtambua kwamba mwanachama huyu hamtaki Lipumba na mwanachama huyu anamtaka Lipumba? Sasa labda kama wao eh, ndio, ndio, uh, wanawafahamu wote wanaomkubali Lipumba, inaweza kuwa jambo jepesi, lakini kama humfahamu unawezaje kuwatofautisha? Kwa hiyo tumeona ni, ni, ni, ni, ni zuio ambalo kimsingi halikufuata utaratibu halina uweledi hasa, na sisi kama Chama cha Wananchi CUF bado tunasema tutakutana pale siku ya Jumapili, kwa sababu hata kama tunataka kuambia wanachama tusifanye usafi tumekatazwa na jeshi la polisi, tutakutana nao wapi Kwani ni lazima tukutane pale, alafu ndo tuwaambie kwamba jamani, sasa tutawanyike ili zoezi tena halipo limekatazwa na jeshi la polisi. Lakini nachotaka nacho, nacho kusema ni kwamba sisi kukutana Buguruni siku ya Jumapili kuko pale pale.